Hello, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Afya Update, mimi ni Dr. Chilo na leo nimekuletea somo ambalo litakuwa linahusiana na sababu zipi ambazo zinaweza zikapelekea mbegu za kiume zikawa dhaifu au zikawa chache. Endapo endapotokea kuna changamoto ya upatikanaji wa mtoto kwenye familia, asilimia kubwa katika jamii zetu muhanga wa kwanza anakuwa ni mwanamke, pasipo kujua kwamba changamoto inapotokea kwenye familia mtoto apatikane, baba au mama anaweza akawa ni sababu ya kuto kupatikana mtoto. Sasa nimefundisha masomo mengi yanahusiana na namna ya kujua siku sahihi za kushiriki tendo la ndoa na kupata mtoto, namna sahihi ya kushiriki kwenye tendo la ndoa wakati wa siku za hatari na mkapata mtoto. Lakini leo nataka nizungumze na wanaume, namna na ya kuweza kuepuka katika mazingira au vitu vinavyoweza kusababisha wanaume ukashindwa kutungisha ujauzito, kwamba unakuwa na mbegu ambazo hazina nguvu. Kitu cha kwanza ambacho tunakuambia kwa kwamba Epuka mazingira yenye joto. Mazingira yenye joto ni kwa mfano mazingira yale kama ni dereva, au unakaa kwenye vyombo vya moto kwa muda mrefu, pale ambako unakalia kuna, kuna korodani. Zile korodani hazitakiwi ziwe mazingira au ziwe na mazingira ya joto zaidi, kwa sababu zinafanya kazi kwenye mazingira ya baridi ndivyo zile testosterone homoni zinazalishwa kwa uzuri zaidi. Endapo au wengine wanapenda kuweka laptop kwenye mapaja, na mtoto wa kiume anaichukua laptop. Laptop inakuwa ina joto, anaiweka kwenye mapaja yake, anaiweka sehemu ambapo na kolodani. Sasa kitendo hiki akiwa anakitumia, anaitumia laptop kwa muda mrefu, inaathiri uzalishaji wa mbegu za kiume au kuna wale ambao wanafanya kazi katika viwanda, asifanye mtu kwa muda mrefu zaidi, au unafanya kazi kwenye makampuni ambayo yanatumia mionzi lakini inaleta joto. Epuka mazingira haya. Kama utafanya kazi, fanya kazi kwa muda, au vaa nguo ambazo zinaweza zikakuprotect na mazingira hayo ya joto. Au kama unatumia laptop, weka kitu chini ya laptop, kitu kigumu ambacho kinaweza ikazuia joto lisiende moja kwa moja kwenye mazingira ya korodani na wakaweza kuwa salama. E, kitu kingine kuje kwenye lishe. Watoto wa kiume au wanaume au wavulana, nao siku hizi vyakula vile ambavyo vya kuimarisha uzalishaji wa mbegu za kiume vimekuwa havitumiki, na wababa wanatumia vyakula laini laini hizi eh, fast food zina mafuta ya kutosha. Sasa kukiwa na mafuta ya kutosha, hadi postishu ziko nyingi, zinaongeza estrogen hormone kwenye mwili wa mwanaume kwa wakati, badala angejua vyakula sahihi vya kutumia vinge uh, ambavyo vinazalisha testosterone hormone ambayo inahusika na uzalishaji wa mbegu za kiume, vyakula uh, ambavyo vinaongeza ashki au uh, hamu ya tendo la ndoa. Sasa mtoto wa kiume asubuhi anakula chapati zina mafuta ambayo hata hayajaiva, mchana anakula chips ambazo zina mafuta ya cholesterol, ya na cholesterol ya kutosha, jioni e, pia analalia tena chips. Sasa uwezi ukaishi maisha ya kutafuta familia ukiwa una, unatumia vyakula kama hivi inaweza ikaleta changamoto kwenye uzalishaji mbegu za kiume. Kwa haraka haraka nitakutajia vyakula ambavyo viko madhubuti kwa ajili ya kuongeza e, uzalishaji wa testosteroni hormoni na zinki, ambavyo ni miongoni mwao kama mbegu za maboga. Jitahidi kama ni asubuhi una kwa mfano plan, una plani za kupata mtoto au kutafuta e, pamu mja uzito mwanamke, angalau mwezi ujao miezi miwili, unaweza ukawa unatumia ukajiwekea kwamba asubuhi na jioni, asubuhi na jioni unakula uh, angalau kiganja kimoja cha mbegu za maboga au karanga uh, unazitumia asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana na jioni. Ukichanganya maboga na mbegu za, uh, na, uh, mbegu za maboga inakuletea uzalishaji wa protini mwilini ambazo zikaenda kuongeza ile hamu ya tendo la ndoa na, na zinki ambayo inaenda kuzalisha testosteroni homoni na tendo la ndoa zinaenda kufanyika kwa umakini na kuongeza idadi ya mbegu za kiume. Mazingira mengine ambayo au ni vitu vya kuepuka, unywaji wa pombe kupita kiasi, pombe na, na sigara. Ni hivi vitu vinaenda vinaua kemikali muhimu ambazo zinazalisha mbegu uh, za kiume. Sasa kwa wale ambao wakunywaji pombe kupita kiasi, inaweza ikawa changamoto kwenye utungishaji wa mimba. kwa hiyo ndapo kama unakunywa pombe kupita kiasi, umekutana na madaktari au washauri ukashindwa kabisa, unaweza kujizuia angalau kipindi hata cha miezi mitatu kwa kupunguza kiwango cha unywaji wa pombe na, na ukapata eh, kushiriki. Nzuri, kushiriki na mbegu za zikatoka nzuri, ambazo unaweza kushiriki na ukapata mtoto eh. Ingine wale ambao wana uzito kupita kiasi lazima kuwa ujue uzito wako na urefu wako unalingana, tunaita uh, body mass index BMI. Kila mmoja ajue BMI yake ni, ni, ni ngapi. Usipojua ukiwa na uzito mkubwa, ina kusababisha usiweze kupafomu vizuri kwenye tendo la ndoa na kusababisha kiwango cha uzalishaji wa mbegu za kiume zikawa chache. mbegu 15 Nasa, na mbegu angalau milioni kumi na tano kwa kila bao moja. Sasa ukiwa na uzito mkubwa, ina maana hivi vyote kashindwa perform na ukashindwa kuendelea tendo la ndoa kwa usahihi, na ukazalisha mbegu za nyingi zenye ukaweza kufundisha mtoto. Kwa hiyo jamii isiweze kumlaumu mwanamke moja kwa moja kwamba pale mtoto apatikane lazima Endapo mmekaa kwenye kundoa, takriban, mwaja, ndoa takriban mwaka mmoja mmeshiriki tendo la ndoa pasipo kutumia kinga na hakuna matokeo ya ujauzito inatakiwa, mnatakiwa baba na mama mtoke pamoja, baba akapime kiwango chake cha mbegu anachozalisha akapime u, u, u ile fruit, uwezo wa mbegu zake kujongea kuelekea kwenye yai, kama mbegu anazozalisha zinamikia kama mbegu unazozalisha zina kichwa eh, na na na, na kuonyesha kwamba zina nguvu kiasi gani za kufikia yai. Sio unazalisha mbegu sawa, zina kichwa sawa, zina mkia, lakini hazina nguvu. Ni mbegu lonyolono, hazina nguvu kwenda kupita kwenye zipite kwenyembaza zikaende kwenye utilize, kwa ajili ya utungishaji wa mimba. Leo ni hayo tu, nipenda ni kushirikishe kwa summary kwamba epuka mazingira yenye joto, kula lishe bora, usile vyakula sana vyenye mafuta, epuka epuka ma stress wakati wa, wa, wa, wa kushiriki tendo la ndoa na kupunguzia uwezo wa mbegu za kiume kwa uzito mkubwa, e, na epuka pombe na sigara, ili uweze kuzalisha mbegu za kiume za kutosha, na ukashiriki tendo la ndoa na iliyoko madhubuti kwa ajili ya e utungishaji wa mimba. Mimi ni mi daktari Chilo na hii ni afya, tukutane kwenye kipindi kijacho. Kama umejifunza kitu, usiache kusubscribe, ili akaproa video nyingine uweze kuziona kwa haraka sana, asante.